walladhin hum lizakati failun, na ambao wanatoa zaka. Walladhin hum lifurujihim hafidhun, na ambao wanazilinda tupu zao. Illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, isipokuwa kwa wake zao au kwa wale wanawake iliyo wamiliki mikono yao ya kulia kwani hao si wenye kulaumiwa. faman batagha waraa dhalika fa ulaika humul adun, lakini anaitaka kinyume cha hayo, basi hao ndio warukao mipaka. walladhina hum liamanatihim wa ahdihim raun, na ambao ni wenye kutunza amana zao na ahadi zao. walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun

tumemuumba mtu kutokana na asili ya udongo halisi. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kisha tukamjaalia awe tone la mbegu ya uzazi iliyokaa katika sehemu madhubuti

tukaivika nyama kisha tukamfanya kiumbe mwingine. fatabarakallahu ahsanul khaliqin, basi ametukuka Allah, mbora wa waumbaji. thumma innakum ba'da dhalika lamaytun, kisha hakika nyinyi baada ya hayo mtakufa. thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun, kisha hakika nyinyi siku ya Kiyama mtafufuliwa. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, na kwa yakini tumeziumba juu yenu njia saba, nasi hatukuwa wenye kughafilika na viumbe wa anzalna min as-samai maan biqadri fa askannahu fi l-ardhi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, Na tumeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi na tukayatuliza katika ardhi. Na hakika sisi tunaweza kuyaondoa. fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab lakum fiha fawakihu kathiratu wa minha ta'kulun, kwa maji hayo tukakufanyieni bustani za mitende na mizabibu, mnapata humo wa matunda mengi, na katika hayo mnakula wa shajaratan takhruju min turi sainaa tanbutu bidduhni wa sibghin lil aakileen, na mti utokao katika mlima wa Sinai unatoa mafuta na kuwa kitoweo kwa walao. wa inna lakum fil an'ami la'ibara nuskikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathiratu wa minha ta'kulun, na hakika mnayo mazingatio makubwa katika wanyama hoa wa kufugwa, tunakunyosheni katika vile vilivyomo matumboni mwao na nyinyi mnapata katika hao manufaa mengi na pia mnawala. wa alaiha wa ala alfulki tuhmalun, na juu yao na juu ya merikebo mnabebwa. wa laqad arsalna Nuha ila qaumihi faqala ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun, na hakika tulimtuma Nuhu kwa watu wake akasema enyi watu wangu, mwabuduni Allah, nyinyi hamna Mungu asiyekuwa yeye. Basi je hamwogopi? faqala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum, walisema wale wakuu waliokufuru katika watu wake, huyu si chochote ila ni mtu tu kama nyinyi anataka kujipa ubora juu yenu. walau shaa Allah la anzala malaikatan ma sami'na bihadha fi aba'ina alawwalin, na lau kuwa Allah amependa basi angeliteremsha malaika, hatukusikia haya kwa baba zetu wa zamani. in huwa illa rajulun bihi jinnah

Amruna wafarat tannuru fasluk fiha min kullin zawjayni ithnayn, tukampa ufunuo wahi, tukamwambia unda jahazi chini ya uangalizi wetu na amri yetu na usaidizi wetu. Basi itakapofika amri yetu na ikafurika tanuri, hapo waingize ndani yake kwa kila namna dume na jike na ahali zako fasluk fiha min kulli zawjayn ithnayn zujin thnain wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu minhum wa la tukhatibni fi alladhina zalamu innahum mughraqun, isipokuwa yule ambaye katika wao juu yake imekwisha tangulia ya kauli, wala usinitajie hao waliodhulumu, kwani hao bila shaka watazamishwa. fa idha stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki fa qul alhamdulillahi najjana min njana al-qawmi alqum adh-dhalimin, basi utakapotulia wewe na walio pamoja nawe humwe merikebuni, sema alhamdulillah, sifa zote njema ni za Allah aliyetuokoa na watu madhalim. wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khayrul munzilin, nasema Mola wangu mlezi niteremshe mteremsho wenye baraka na wewe ni mbora wa wateremshaji. inna fi dhalika la ayatin wa in kunna lamubtalin hakika katika hayo yapo mazingatio na kwa yakini sisi ni wenye kuwafanyia mtihani. thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kisha baada yao tukaanzisha kizazi kingine. fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun Tukawapelekea mtume miongoni mwao kuwaambia mwabuduni Allah hamna mungu asiyekuwa yeye ye hamwogopi. waqala almala min qawmihi alladhina kafaruu wkadhabuu biayatina wliqai lakhirati waatirafnahum. Na wakasema wakubwa katika watu wake waliokufuru na kukadhibisha mkutano wa akhira na tuliotajirisha katika maisha ya dunia

Na lau mtamtii binadamu kama nyinyi, basi nyinyi mtakuwa ni wenye kupata hasara kwa kuacha waungu wenu na kumfuata yeye. Ayaidukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun, hivyo anakuahidini ati ya kwamba mtakapokufa na mkawa udongo na mifupa kuwa mtatolewa.